Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Sema na Citizen ambapo tunazidi kuzungumzia ahadi zinazotolewa uh, na Rais Daktari William Ruto na jinsi ambavyo utekelezwaji unavyofanywa. Uh, hapa studioni tumeungana naye pia Mheshimiwa Alpha Miruka kutoka eneo bunge la Bomachoge chache. Na kabla ya kuenda mapumziko, nadhani ulimsikiza Dokta Mbae uh, maswala ambayo alikuwa anasema kwamba hakuna uwazi katika ule utekelezwaji, na hapo ndio maswali yanaibuka kama bunge mnahakikisha vipi kwamba miradi iliyopangiwa kwenye bajeti inatekelezwa ipasavyo bila kuhitaji kwamba bunge lazima awe na ukuruba na rais? Mm, asante sana Masirima, kitu moja nilikuwa nimesikiza by the alikuwa anaongea vizuri, kuna lakini kuna mahali moja hakushika point vile ilivyo. Unajua tuko na three arms of government. The executive is the implementing arm. Bunge sisi tunatengeneza sheria. Mm -hmm. And then You see, for example, for you to access the president, you must request. Kuna government programs zenye zinafanywa kila mtu, kila constituents, kila department. Mm -hmm. Lakini ukifikia president, kuna zenye unapata on top. Mm-hmm. Sijui kama umenielewa hapo. Ee, akija. Kwa hivyo kama hakuna broad base hiyo, inamaanisha kwamba kina Wanyonyi wangekuwa hawawezi kumfikia rais kupata hizo za ziada. No, kuna, kuna advantage moja rais akonayo, akona bidii ya kutembea kila constituency, unaona <coughs> juzi ametembea kila constituency ya Nairobi <coughs>, ishara kwamba on top of what they get kila mheshimiwa wa constituency ya Nairobi anapatanga CDF <coughs> <coughs> Alafu, on top of that kuna county resources, hizo zote ni pesa za serikali. mm -hmm. Lakini on top of the resources president amekuja amesema, naongezea darasa 50 million kwa kila mbunge aongeze madarasa, that's added on top of what you have. Hiyo mm -hmm. ndio faida ya rais wetu kutembelea ma constituencies. Mm -hmm. For example, mimi nijitoa kama mfano alipokuja kwangu kuna programs zenye alipokuja alisema na zote zinaendelea, mm -hmm. Ishara kwamba the more he makes more fist to our constituencies the more tunapata vitu mingi mm -hmm. Uwazi kwa kutenda kazi. Sasa ni departments zinafanya kazi, kama saa hii amekuja amesema, shule shule fulani katika eneo fulani ipate milioni hamsini, now the implementing agency in the ministry of education na unakumbuka una kwamba tuko na sheria na njia ya kufanya kazi za serikali mm -hmm. Kama ni um, milioni hamsini mili imetolewa kwa shule, lazima BQ itengenezwe, inasema shule fulani inatengenezwa ya kiasi fulani mm -hmm. Alafu watafute mkandarasi. Mkandarasi lazima atimize, ako na vitu zenye zinafuatwa ndio pewe ye kazi. Kwa hivyo kuna uwazi katika utendakazi mm -hmm. Kitu yenye mi nasema hapo vitu zenye zote ameahidi wananji, akae chini na executive yake timu yake, make sure everything ameahidi wananji ifikiane ifi na mawaidha yake ma, ma, ma, ma, vile alikuwa anasema. Kuna, kuna jambo lingine ambalo Dkt. Mbae ametaja na we umeligusia kidogo ukisema ni muhimu kwa rais kutembea katika haya maeneo ndio aone yale matatizo yako. Lakini Dkt. Mbae alitaja jambo muhimu kwamba kuna mawaziri, kuna makatibu wa mawaziri, kuna wakurugenzi katika idara mbalimbali mm -hmm. Na kuna wabunge, rais kutembea katika kila eneo ili aone shida inatumia hela gani ambazo ni kazi inayoweza kufanywa na watu wengine. Wacha nikuambie mashirima. Sasa wacha tuambie Wakenya wajue tunapopitisha bajeti katika bunge, najua rais tunampigia kura. mm -hmm. Lakini mkatibu minister ama CS hapigii kura huyo, anakaa appointed. mm -hmm. Lakini lakini ameagiriwa kumsaidia eh, rais. Kumsaidia rais. That is true. <laughs> Lakini, ya ukumbuke, bila rais rais aweze kaa ofisi. Lakini rais lazima apigie kura kama mimi. Mm -hmm. Kwa hivyo mimi niko na CDF, mbunge wa Bomachoge lazima niende mashinani constituency yangu, nitembee niangalie, kwa macho yangu shida ipi iliyo katika shule, ndio hata mimi nasaidia wenye nao tengeneza bajeti katika CDF, niwaambie mahali fulani kuna si, kuna shida. Sasa rais ndivyo hivyo anafanya, rais kutembea kila mwaka. Tunawapea pesa zenye matumizi katika ofisi ya rais, ofisi ya deputy rais, kila mtu akona pesa, hizi pesa zenye anatumia kutembea, we have allocated from the budget kwa hivyo hasipotembee hiyo pesa inaenda wapi? Kwa hivyo lazima atembee na naye ajione, asipotembea hizi pesa za ziada zitatumika katika masuala mengine ambayo yatakuwa na umuhimu zaidi. Mheshimiwa Nyonyi. Lakin, lakini ngoja kiromasirima. uh -huh. Unajua eh, eh, appropriation bill ina allocate pesa vile matumizi ilivyo. uh -huh. kama inasema hii pesa inaenda katika matumizi ya rais kutembelea eneo mabunge, wewe badilisha hiyo ndio kazi inatakana kufanya. Na kwa hivyo supplementary budget huwa kazi yake ni gani? manake kuna hayo mabadiliko kwa mfano kama rais alivyosema kwamba matumizi ya serikali ya juu lazima tupunguze uh, matumizi ili tuhakikishe kwamba zile huduma ambazo mwananchi anahitaji uh, ziweze kumfikia. Akasema kwamba mabadiliko lazima yafanyike. Mbona leo unatwambia kwamba kama pesa zimepangiwa kitu fulani sana, it's like it's cast in stone. Changes cannot be made. You can't make changes. For example, let me ask you, if you allow changes, that, that's exactly where we are having shida katika serikali za ughatusi, devolution government, do you know why we having that? Sababu katika bajeti ya ughatusi wakishapanga, wanasema wadi fulani ipate milioni ishirini na hii milioni ishirini iende ijenge shule fulani, ijenge barabara fulani, ijenge maji fulani fulani, unanielewa? Inatakana iende hivyo. Ikisha hiyo pesa ikuja ifanye vile ilipangwa. Sasa ikishaenda kama na kijaa kujua kwamba kuna deficit budget mahali, anali-allocate hizo pesa. Sasa kama kuna shule ilikuwa inajengwa, haitajengwa tena. Unanielewa? Kwa hivyo, kama, kama budget imesema shule fulani katika eneo la constituency fulani ifanywe, inatakana kuwa hivyo, hata ukifika katikati na ubadilishe. Remember, for you to be, to make a budget, you must do analysis. Uende ufanye public participation, uende katika ile eneo bunge ama eneo la ward, uone hawa watu wanahitaji maji, ndio uweke hiyo maji katika bajeti. Ukishaweka pesa za maji katika bajeti, ikishapitishwa, lazima iende lime maji. Kwa hivyo, utakikani kubadilisha. Mheshimiwa Wanyonyi, najua kwamba wakati ambapo kuna matatizo kama vile mwaka jana wakati ambapo vijana wa Gen Z walijitokeza wakasema kwamba kuna mambo fulani hatuyapendi kwenye hii finance bill, ilibidi marekebisho yafanywe, na pia katika makadirio ya bajeti ilibidi mabadiliko fulani yafanye. Mbona sasa leo mheshimiwa Miruka anasema ni kana kwamba hayo mabadiliko hayawezi kufanyika? Mabadiliko yatafanyika kwa sababu, eh, rais is a public servant. Lazima afanyie wa Wakenya kazi. Mm -hmm kwa matarajio ya Wakenya yeye alikambeni akaweka ahadi fulani mm -hmm. na hizo ahadi kama hatatimiza atarudi kwa wananchi awaambie kwa nini hakutimiza mm -hmm. si ndio? wakati mwisho wa muhula wake naam. mm -hmm. mimi nikiangalia Mheshimiwa Rais Ruto, Rais Ruto, ninaweza kumkombea na, ila alikuwa rais wa Tanzania anaitwa John Pombe Magufuli. Magufuli alikuja Tanzania akapatilisha mfumo wa kufanya kazi akakuwa ni yeye anasafiri kila mahali akiangalia nini naendelea katika nchi ya Tanzania. mm -hmm. akapata vitu singine tangu zianze, inasema system ya serikali inafanyanga kazi kwa hii, kwa nchi ya peke yake haiwezi patilika. Yeye akapatilisha akaleta vitu mpya akaleta mambo mingi mambo Tanzania ikaanza kufanya kazi. mm -hmm. immediately watu waka realize, there is money within Tanzania that we don't even need Tukua, borrowing money from outside. Mm -hmm. Right now, okay, angalia, President Trump amesema hata peana misaada katika inji, kama hizo, kama inji yetu. mm -hmm. Lazima sasa inji ya Kenya tuanze kuangalia undani. mm -hmm. Ni vipi tutatoa pesa wapi ili tufinance our health sector. mm -hmm. Tutatoa pesa wapi tufinance our agriculture sector? Tutafanya namna gani? mm -hmm. Lazima tuangalie ndani, Mheshimiwa mm -hmm. Ruto ni mtu mwenyewe amejitokeza analeta mabadiliko makubwa katika utendakazi katika serikali, na mabadiliko, wakati mwingi like change, change, na yeye mwenyewe amechukua hiyo jukumu kwa sababu ameleta hiyo mabadiliko, kwa mfano, mambo ya SHA na shifu lazima waangalie hiyo mfumo yatafanya kazi na namna gani. Mimi mm -hmm. nafikiri ni makosa mmoja walifanya katika kutekeleza hii mambo ya SHA, wangeacha NHIF na SHA sirani sambamba mpaka, mm -hmm. wakati ule ambayo SHA itakuwa sasa imeshika mizizi ndio NHIF exit. You know transition period is always always very important, but that did not happen, it happened very quickly NHIF exits then SHA comes in. NHIF imeacha madeni. mm -hmm. NHIF ilikuwa na operate in a particular system. mm -hmm. yenye SHA has not fitted in that system. Mm -hmm. Unaona sasa kuimplement hii kitu, kuna hospitali tunasema serikali iko na madeni yao. Hawezi implement hii mfumo wa SHA. Kuna wale wanasema nini, but at the end of the day the government must find a solution for all this. mm -hmm. na hii solution inakuja ya kwamba lazima sasa wale wanahusika, sisi katika bunge tutaendelea kuuliza hizo maswali. Kwa nini wananchi wanalalamika? Kwa nini SHA imefail? Kwa nini imefanya hii? Na serikali lazima ilete majibu, watuambie kwa nini huu mfumo hauendelee ama hau, haufanye kazi vile na ilikuwa inapaswa ifanywe kazi. Kwa hivyo sisi katika upande wetu ni kuhakikisha ya kwamba ile pesa ya serikali ambayo sisi tumewekeza katika budget. The implementation arm of government is the executive. mm -hmm. Wao ndio wanapewa pesa. Sisi katika bunge pia, we have we have our allocation but we don't implement projects. mm -hmm. They do, we don't. mm -hmm. So majibu nafikiria uh, kina Mwanaisha mm -hmm. wanatakana sasa wa improve maybe their communication. Kuambia wa waanze wa Wakenya ni nini imefanyika nini ichafanyika mm -hmm. ni nini tunatarajia inakuja ama ichakuja mm -hmm. kwa hivyo, mm -hmm. wata, wataendelea ku, eh, kulalamika kula, kula mm -hmm. ya kwamba hata kama kitu imefanyika watasema ichafanyika mm -hmm. uzuri, masuala ya mawasiliano yako wazi na tunatumia teknolojia tunaenda katika mitandao, katika kurasa zetu za WhatsApp, Facebook, Instagram, katika vyombo vya habari, katika magazeti na tunazungumza moja kwa moja na wananchi. Hata rais mwenyewe mnamwona anafanya town halls mbalimbali kuwasiliana na wananchi moja kwa moja. uhum. Lakini nataka nirudi nyuma pale kabla hatujakwenda kwenye mapumziko, lakini niruhusu kwanza niongee na Mheshimiwa hapa, amezungumzia maswala ya sha akisema kwamba tulifanya makosa ya kwamba tuliharakisha tuli... Mlifa... hara. Yeah. Lakini tumechelewa kwa miaka miwili kutoka tuchukue hatamu za uongozi. Sheria ya kuundwa kwa bima ya SHA na kubadilisha mfumo wa SHA na taifa kia ilipita bungeni na wakapeana regulations zao na recommendations zao, ikapita Senate, ndio rais akatia nini saini. Kwa hivyo kama kulikuwa kuna maswala ambayo yalikuwa yanahitaji kuangalia kwa kina the first line kusea. of defense ingekuwa ni bunge. Sisi kama serikali kupitia Rais William Ruto tunatekeleza tuna yale walio pitisha bungeni kisheria. Kwa hivyo kama kuna changamoto na nyinyi kama wabunge wetu, uliowakilishi wa wananchi, mko na fursa tena kusema we need to amend 1 2 3 4. Kama ni fedha zinatarajiwa kuongezwa zifanyeje, ziongezwe tutekeleze huduma hii bora zaidi. mm -hmm. katika masuala ya ndugu yangu Mbae aliposema mambo ya hawajue nani alipatiwa kandarasi ya affordable housing. mm -hmm. surely kabla zile kandarasi za affordable housing kupatiwa zilio katika magazeti yakafanywa matangazo. Ukienda katika kurasa ya Ministry of Lands na na ujenzi utakuta orodha ya wanakandarasi. Ndiyo sheria. Kuna kampu, kuna kamati The technical team ya procurement inapitisha na ujumbe wote ule kisheria ya procurement ambayo hawafichi, iko waziwazi. Kwa hivyo yule Mkenya ambaye ana wasiwasi kujua affordable housing ilipatiwa nani Kibera aende katika kurasa yetu pale na ataona imeorodheshwa maana ilipita kisheria. Wabunge wako hapa, ingekuwa ni mambo fiche hawa bunge wile wangekuwa hapa angetushambulia matika maswala ya Hustler Fund. Yes. Tuliahidi tuli vijana tutawapatia fedha za kujikimu kimaisha na kusaidia biashara zao ndogo ndogo na kina mamboga. Tumepena zaidi ya milioni sitini na tatu wakenya ambao wamili, eh, vijana wa wakenya milioni ishirini na tatu vile vile wameweza kupata fedha zile, lakini kulipa ni jambo ambalo kuna changamoto nyingi, hasa ukisema bilioni nane hazijalipwa. Hazikuliwa na serikali ni kijana, alichukua fedha pengine biashara ikakwama, afanyeje? ni kijana ambaye pengine anangojea alipe kidogo kidogo. Huyu analipa leo, mwingine analipa kesho. It is a journey, but is it working? Yes. Kenyans benefiting from it? Yes. Kina mambogo ana benefit? Yes. So what is wrong with us helping Kenyans ambao kwa muda mrefu wamekuwa akihangaishwa kwa sababu hawana access ya credit, ama wameenda kukopesha pale, ulikuwa unaona mashirima mesetu ati ulimsainia mtu. Vijana wanahangaishwa bure tu. Hakuna jambo ambalo linakuja kwa urahisi watu to have as Kenyans today. Hizi fedha ambazo tunapeana kwa vijana za fund, mbona wanashindwa kulipa? How do we support them ili waweze kulipa hata zaidi na mwingine aweze kupata? Yes, Wakenya wanasema hamtuambii wazi waziwazi mengine yanazungumzwa lakini tuko wakati ambapo siasa wakati mwingine na propaganda inatangulia zaidi. Dunia nzima hakuna serikali ambayo imekuwa maarufu kwa Wakenya wake, lakini naaminisha kwamba haifanyi inatekeleza. Affordable housing ipo, kilimo ipo, ukiangalia, afya ipo, elimu ipo, barabara zinajengwa. Wakulima kwa mara ya kwanza kutoka umiasa wamepata fedha kidogo kutokana na kilimo, wakulima wa kahawa. Fertilizer wanapata. Umegusia swala la fertilizer ya kwamba mbona haiwafikii? Ukienda katika cereal board zote hapa nchini kwa wakati na tunatangaza leo fertilizer napelekwa hapa, ikifika kwa cereal board, kwa sababu kilimo ni ushirikiano kati ya national government na county government. Distribution inafanywa na nani? Na county government katika maeneo mbalimbali kwa ushirikiano na national government. Wakenya milioni sita ambao wengi walikuwa hata hawajui fertilizer inapatikana wapi now without fail for the last two and a half years wamepata fertilizer. Hili ndio bei za chakula zimeshuka, tunaona wakenya wanapata faida kidogo. Nyakati ni ngumu, lakini we are on track. Ndugu yangu Mbaye, ulikuwa kiongozi wa delivery unit. haya masuala yote yalikuwa chini ya mwongozo wako na miaka miwili imepita. Kama kulikuwa na changamoto hizi, recommendation, tulikaa sote katika mikutano, na wewe mwenyewe ulikuwa miongoni mwa wale kusema serikali inafanya vizuri. Tuko na changamoto za implementation, lakini it is a journey. Maana kusema ni moja na kutekeleza ni nyingine. Yeah. Rais anatembea asipokwenda kuzungumza na wananchi wake kapombe. Wananchi wake watamjua Rais Saoni. Kila rais ana miundo yake na mipango yake ya kufanya nini, Uongozi. Rais Kibaki alikuwa ni comfortable na State House. Rais Ruto mfumo wake ni one on one. Na twamshukuru rais huyu maana vile amejitoa, zile story za ghost projects kidogo zimeanza kupungua. Ulikuwa unakuta unakuta mradi umeambiwa umezinduliwa na, na bunge. 10 years later jina la rais liko pale, lakini haujazinduliwa fedha hazijawekwa, but now lakini rais huyu huyu anasema kuna huyu, mbona haijakamilika? Anapiga simu inafanyika. Na mifano ipo ya kwamba kutembea kwake kumeweza kuwafungua wakenya macho na kuelewa haswa jukumu la viongozi na marais wao ni lipi. Aha, Mwanaisha, ukiwa unasema kwamba hii kuzunguka kwake pia inamponza huyu huyu rais, maanake kuna mara nyingi anakwenda kufungua miradi ambayo ilikuwa imefunguliwa kitambo ima <tututu> <tutu> na rais aliyekuwa mbeleni ama yeye mwenyewe alipokuwa naibu wa rais Namu. Akienda akizindua mpango, akiondoka baada ya miezi fulani, unapata wakenya wenyewe wanarudi pale pale, wanachukua video, wanaonyesha kwamba hakuna kazi iliyoendelea. Kwa hivyo nyinyi kama wakuu wa mawasiliano katika Namu. serikali hamuoni kama pia nyinyi mnamkosea huyu rais kumpeleka katika kila sehemu ilha Mm -hmm. mpango wa kutekeleza haupo ama bado utakuwa unachukua muda, mnamfanya anaonekana mwongo. Kumbuka kuna miradi ambayo ilifunguliwa katika serikali zilizo tangulia mm -hmm. na pengine fedha zake kutokana na changamoto zilizokuwepo wakati huo zikweni za kisiasa ama kifedha, miradi ile haikuweza kutekelezwa ama ilizinduliwa na pesa zikafanya nini? Zikaliwa zikaisha. Sasa Rais William Samoei Ruto amekuwa rais sasa ndio maana ya majisulia akasema, haiwezi kuwa kuna miradi hamsini na bado haijafanya nini, haijakamilika. Akienda pale kuzindua mara ya pili, si hata amezindua, kwa sababu sasa nazindua mara ya pili, pengine fedha zimepatikana, sasa jamani, tuufufue huu mradi. Na lakini mimi mwenyewe akizindua, kufika, akizindua leo na mradi utatekelezwa baada ya miaka minne, kutakuwa na haja gani? Kuna makosa gani? Makosa gani? Heri tuzindue tutafute zile fedha ifanye kuliko, kwani wale wananchi hawastahili kujengewa barabara? Wacha nikusomee baadhi ya jumbe ya kwamba siku moja nao watafaidika na miradi ya serikali serikali. Wacha nikusomee baadhi ya jumbe hapa kutoka hmm, kwa wananchi ni wasomee nyote jinsi ambavyo Wakenya wanavyosema. Tulikuwa tumekuuliza, je, una amini zile ahadi zinazotolewa na rais. uh, kuna mmoja hapa Chris Kombo 001, anasema siwezi amini ahadi zake kwa sababu hajafanya hata moja zenye alituahidi mbele. Kuna mwingine hapa Dickson Bogo anasema historia yake ya onyeshaje? Aha. kuna mwingine hapa anasema huu sio msimu wa ahadi, ni wakati wa utekelezwaji wa yale aliyotuahidi wakati wa kampeni. Aha. Uh, kuna jambo hapo amesema, sitalisoma Uh, lakini baadhi ya jumbe tu, hebu sasa tuelekee katika kaunti ya Samburu tuweze kuwasikiza wananchi wanasemaje kuhusiana na utekelezwaji wa ahadi hizi za uh, kila uchao shima, Kapombe ni zamu nyingine ya kuweka kwenye mizani ahadi anazozidi kutoa Rais William Ruto kwenye ziara zake mbalimbali, anazozidi mbali kufanikisha ah. Tulimwona kaskazini mwa nchi, akaelekea magharibi mwa Kenya, akaelekea ah, mkoa wa pwani ama maeneo ya pwani, juma ah, lilopita, amekuwa mwenyeji ama amekuwa kizuru ah, kaunti nzima ya Nairobi kufanikisha ziara zake mbalimbali na kutoa ahadi tele kwa nchi na ah, ahadi ambazo zinaweza zikalinganishwa na ahadi alizotoa kipindi cha kampeni ya kisaka mrithi mtangulizi wake rais Uhuru Kenyatta. Je, ameweza vipi kufanikisha ahadi alizotoa kipindi cha kampeni kwa asilimia gani? Na ahadi hizi anazotoa, ana uwezo wa kuweza kuzifanikisha? Tunao wakazi wa hapa kusema nao. Wewe jitambulishe mwanzo kwa majina, na ahadi alizotoa rais William Ruto, je, ameweza kuzikamilisha kwa kiasi fulani ama hajakamilisha kabisa? Kwa majina aitwa Daisy Losokoi mkaji wa Samburu. E, Ruto ameharibu sana ako na amefanya 75% kwa hadi zenye alitoa kwa wakati wa siasa. Unaposema amefanikisha kwa asilimia sabini na tano ametekeleza ahadi kama gani na gani na gani? E, tunapoangalia ametekeleza kama ahadi hizo, so, akitambulisha amerekebisha katika ukienda kwa miji amerekebisha county national imerudi kwa crown kwa wananchi, na hata sha, unapoona alibadilisha, yani cha hivi kakuja sha, tunaona sasa, hata tunaona kuna vitu singine mapa pia, na na mambo ya housing, wale wako kukua na housing wenye wako wanaweza kuja afford kuishi kwa town, na anatafuta nyumba ya kuweza kuishi, yametengeneza housing kwa kila county, ziko housing yenye imetengenezwa, so yule maskini aliyekuwa juu chini, mwenye wako anapenya naishi anapata pa kuishi. Wewe una imani kwamba ahadi hizi ambazo wanaendelea kutoa Rais William Ruto ana uwezo wa kuzi... Tekeleza. Mimi kwanza kwa majina naitwa Felix, ninasema ya kwamba ahadi ya rais, ahadi ya rais wetu haijatimilika kwa sababu kiti ya kwanza tumeona ahadi baada ya ahadi kutenga baada ya kutenga na hata sasa mahali tumefika tumeona tumeahidiwa hata mashine ya kutengeneza chapo. So kumaanisha ya kwamba ahadi hizi tutazidi kuzipokea na tukizidi kungoja kungoja na hata sasa itafika mahali hata hizo ahadi za chapo tutazidi kushuhudia, na baada ya kushuhudia mambo ya ahadi za chapo tutaletewa hata mashine ya kutengeneza. Basi mchanga ziara zake ambazo anaendeleza na ahadi anazotoa zina umuhimu wote kwa Mkenya? Haina muhimu, kwa sababu kama ingekuwa na umuhimu kumaanisha kwamba kulikuweko na kitu ambacho ingekuwa imetekelezwa, kwa sababu wakati rais anapoenda mahali, tunachoshuhudia tu pengine watu wanaweza umia, ama kuna watu wanaweza chafuliwa maisha yao ama kupigwa kuna wengine wanaibiwa, so hata mtu ambaye anaenda maybe kusikiza hadi ya rais anarudi akiwa hata mikono zake pengine zimekosa kitu ambacho alikuwa amekibeba. Je, ni kampeni za mapema zaidi? Ni kampeni za mapema ambaye rais ameanzisha, kwa sababu watangulizi wake wakati kama huu sasa hivi wangekuwa wanafanya kazi, lakini sisi tunashuhudia saa hizi ni kampeni, kwa sababu hakuna kazi itakachofanyika. Juu ya gari ina hatari kwa wananchi, kwa sababu wakati wananchi watakapokosa kufanyiwa kazi, kumaanisha watasalia katika mahali moja kwa muda mrefu. Asante sana Mheshimiwa Kapombe. Ndizo kauli za wakazi wa Gatuzi la Samburu wanazoibua kuhusiana na ziara anazozidi kufanikisha Rais William Ruto na ahadi anazozidi kutoa katika ziara hizi ambazo anazidi kufanikisha katika maeneo mbalimbali ya taifa hili, baadhi wakihisi kwamba ni ile hali ya kutafuta kutafuta uungwaji wa mapema kabla ya mchuano wa mwaka 2027 wa urithi ama ule wa kutoa na kijasho kuona kama kweli atakuwa anapata muhula mwingine kurejea ikulu ama atakuwa natumwe nyumbani. Niruhusu nitie kikomo Mtazamaji, baada ya kuwasikiza hawa wananchi kutoka kaunti ya Samburu, tunapumzika kidogo tu, tunarejea hivi punde na mengi zaidi. Kumbuka tumekuuliza hili swali, je, unaamini ahadi zinazotolewa na rais William Ruto zitatekelezwa? Nambari ya rafa ni 22222 au kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli sema na Citizen. Tuambie ndio au la, kisha utoe maelezo mafupi, kisha tuweza kusoma baadhi ya jumbe hizo tunapoendelea na mdahalo huu.